Uye sasa nazama vyuvikua kiroho kama huku kama vile kuna kubanwa fulani, nataka nikwambie huku kumejaa baraka tele jamani, kumejaa vitu navyo vitamani, vimeumbwa na Mungu, vitu navyo vitazama hivyo kwamba vimewekwa na Bwana, vime vime. Wewe chagua kukua kiroho, Mungu wakusaidie. Chagua mama, kukua kiroho, Mungu wakusaidie. Chagua binti, kukua kiroho ili Mungu wakusaidie. Chagua kukua kiroho, Kanisa lichague kukua kiroho Mungu alisaidie. Hakuna aliyechagua kukua kiroho Mungu, Mungu alimwacha. Hakuna aliyechagua kukua kiroho, akabaki na maisha yale yale. Wanaochagua kukua kiroho Mungu, Mungu anayabariki maisha yao, Mungu anayainua maisha yao, Mungu anayatosheleza maisha yao, kwa sababu wamechagua kukua kiroho. Chagua kukua kiroho, kanisa, tuchague kukua kiroho. Ukichagua kukua kiroho, utaviona baraka, utaona kwa nini Mungu alikuumba uishi duniani. Ukichagua kukua kiroho, utaanza kuona kwa nini Mungu alikuumba mwanamke. Ukichagua kukua kiroho, utaanza kuelewa kwa nini Mungu alikuumba mwanaume. mdeni kamba apendwa, haya mapungufu yote mnoyaona yanayoendelea kwa sababu watu hawa lakini waliochagua kiroho, wapendwa, wanakutana Mungu anawatosheleza katika hali hali hali walizonazo. Kama ni jinsia ya kike, kwenye jinsia kike huko huko utakutana baraka za Mungu aliyeketi mahali pa juu. Kama ni mwanaume, utakutana baraka kwenye ndoa la wanaume, kwa sababu umechagua kukua kiroho. Hujaumbwa kwa bahati mbaya, kinachokuchelewesha hujachagua.